Ndani ya TRC si, kuna mambo mawili makubwa. Kuna SGR, kuna na MGR. Nataka TRC si, sasa mtoke kwenye fikra ya infrastructure peke yake na mwende kibiashara zaidi. Mwende kibiashara zaidi. SGR inajengwa kwa uwezo wetu, tutakwenda na wanaotusaidia tutakwenda vipande na maendeleo yake nimevisema jana. Bado tuna kazi kubwa, na itakubidi wewe uisimamie kazi hiyo. Kazi yangu mimi huku na wenzangu ni kutafuta fedha na kuzishusha kwako, ili kazi hiyo iendelee. Tunataka by 2030 kilomita zote elfu mbili na ziwe zimekamilika, tuwe tumeshajiunga, tumeshajiunga na Burundi, then huko Burundi wakielekea Rwanda, sio, wakiendekea Rwanda na DRC Congo, sio kazi yetu, lakini sisi tuivuche, tuingie kwenye uh, tuingie Burundi. Kwa hiyo nenda kasimamia SGR operation, lakini pia operation kama tulivyokubaliana nyuma kwamba tuingize private sector, private sector. Nilifurahi juzi TANESCO kwa hiari yao, nimesikia wanatangaza kuingiza private sector kwenye kusambaza umeme na kujenga transmission line. Hatuwezi kwenda bila private sector. Kwa hiyo niwaombe sana, TRC operations za reli really. Sasa hivi tunakwenda daa Dodoma, tunakwenda vizuri, lakini jana, na ongera sana, mmeanza operations za mizigo. Huwezi kuzisimamia zote, lazima private sector aingie. Kwa hiyo kakae, kaangalie, tuingize private sector. private sector kwenye uh, ujenzi wa infrastructure, lakini pia kwenye operations Fikirieni kibiashara zaidi. Lakini MGR na yenyewe ni ya siku nyingi, meter gauge railway ambayo, lakini ina umuhimu wake na umuhimu wake kwa abiria na mizigo pia, na hasa kwa mizigo kwa, na yenyewe maeneo kadhaa yanataka kukarabatiwa, maeneo mengine yanataka kujengwa upya. Kwa mfano korido ya kaskazini huko inataka ujenzi mpya, kwanenda kasimamii, lakini vivyo hivyo kuna watu wana interest ya kuunganisha uh, bandari ya Mtwara na bandari ya Mbamba Bay kwa reli, wasikilizeni. Na kama mtu anakuja mwenyewe na fedha yake, na mnafanya engineering estimate, hajatupiga kama vile anatuletea gharama kubwa sana, mpeni ajenge, kwa sababu akesha jenga, imejengwa ipo Tanzania, hata tukikerana naye haichukui tunayo, atatulipisha pesa yake, tutampa, lakini reli ipo. Anayekuja na pesa yake mpeni zile bla bla, sijui za kushindanishwa sijui tenda sijui nani. Kama wapo wengine wangekuja, kama hawajaja kaja mmoja, mimi na pesa yangu nipeni ireli, lakini nipeni na hiki kipimeni, mpeni ndio maendeleo. Tukistiki na hizo sijui procedure za PPRA sijui nani na nini hatuta move faster, ulimwengu huu ni lazima tumove faster. Mmesikia jana nimesema IMF wanasema uchumi wa Afrika utakuwa by 2.3 lakini Tanzania tutakuwa by 6% kwa sababu hii ya kwenda faster. Kwa hiyo niwaombe sana, kwenye infrastructure twende faster, na reli ndio kila kitu na bandari. Reli na bandari ndio kila kitu, ndio facilitators wa biashara, usafiri na usafirishaji. Logistics ni reli na bandari. Kwa hiyo nenda kasimami, una security ya nchi yetu.